Ukitamka neno la wananchi Yanga unapata dhambi kutoka kwa Mungu moja katika wa, asawa nchi inapata uhuru sitina moja. Sitina tano inaanza ligi ya muungano, mm -hmm. Kaangalie kuanzia 61 au mpaka 50 moja mpaka 61 asilimia 65. nutati ont timu zote za Tanzania zilikuwa zinaitwa majina ya wazungu kutoka nje. Tulikuwa tutumii majina ya asili hey. Sikiliza vizuri Tedi, baada ya kuona ile hali ya mabadiliko, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar almaruhu mzee wetu Abedi Amani Karume story sabini na moja anakataza na kupiga marufuku majina yote ya kizungu kutumika kwenye nchi yetu. Simba ikabadilishwa, sisi tunatoka kwenye Sunderland, tunakwenda kwenye Simba Sports. Nielewe vizuri, wao Young Africans waliama na Young Africans, jina la Kiswahili. Si na ukiletea ushahidi Tanzania kuna timu inaitwa Yanga, naenda kupa kibanda changu Mbagara. Si Yanga. Nasema hivi, ukiniletea ushahidi, hii ofa nakupa wewe Teddy. Nako na kutafuta. Yaani nasema lile lai kutoka moyoni mimi Muislamu nasema wallahi wa billahi watallahi ukaniletea ushahidi Yanga, na kuna timu inaitwa Yanga naenda kupa Amna. kuna Yanga na Yang ni vitu viwili tofauti, tofauti. Ya, ukishasema vijana wa Afrika umeiba kwenye lugha ya watu umeleta kwenye lugha yako ya Kiswahili, nitafute historia kubwa. Acheni kuwaita wananchi, mnapata dhambi, waliwasaliti moja, wasaliti wa inchi ni wao. walikataa kubadilisha jina. ziko timu zikuwa zinaitwa Liverpool nchi ndio zikabadili jina, nenda kamuulize zaka za kazi, atakupa haya mambo kwa hiyo kuanzia leo Tedi, na kuonya ili Mungu asiende kukuhukumu, siwaite hao wananchi ah, jina liwafai. Nenda kaangalia jezi zao, zikosemandi ndiko Yanga. Ukishasema young Africa, Kiswahili hiyo.